Muvi yetu nzuri inaanzia kwenye familia fulani hivi ya kitajiri, na ndani ya familia hiyo kuna binti mmoja wa kipekee ambaye anaishi yeye pamoja na baba, uh, baba yake una, ni mimi nyumbani kwangu niwe nafanya nini? Sijamaanisha hivyo Unaenda wapi sasa hivi? Naambia baba, marafiki zangu hapo nje, tunaenda pati, tumeipanga kwa muda mrefu sana. Ipati siwezi so, yes, kukosa. Lete funguo. Lakini baba, jamani, marafiki zangu wananisubiria. Lete funguo. Kachukua akaambia, sasa sikia, leo nimechukua funguo ya nyumba ili usitoke, lakini next time nitahakikisha nachukua ufunguo wa gari yako ili usiende popote kabisa. Rudi chumbani kwako. Basi binti kabidi aondoke japo kinyonge, amekasirika kweli kweli, lakini ndio hivyo dingi kaamua, na binti huyu ni wa kipekee kwa mzee, kwa hiyo anamjali sana. Okay, siku iliyofuata binti usiku pia akaona, ah, hapana, akawapiga simu rafiki zake akamwambia leo nakuja ili wale naliwe. Hapa dingi kashalala. Kwa hiyo leo nakuja kuenjoy, kucheza na kupari, ana fly fly hapo nini kajiandaa fresh. Pia anatoroka kama kaida yake. Imekuwa ni tabia yake kusneak, kuchoropoka maana dingi amekuwa geti kali sana akimzuia mara kwa mara. Kwa hiyo usiku ndio binti anatoka. Leo akafanikiwa kweli kutoka, akaenda kwa marafiki zake. Wakaparty, wakaenjoy lakini usiku saa kumi ndo anarejea nyumbani sasa. Akiwa ananyata mdogo mdogo kama paka ili asija akakamshtua mzee eh, maana mzee akija akaanza hapa kuleta gugu lake, yeye ananyemelea. Kumbe dingi kashamsanukia. Amefika tu sebuleni, hicho kamshtua, "Wewe!" Kashtuka, jamani, baba unanitishia, unataka kuniona kwa presha. Kaambia, mimi ndo natakiwa nitishike, saa kumi mwizi ananyemelea nyumbani kwangu. Unatoka wapi sasa hivi? mm? unatoka wapi sasa hivi usiku wa manane kama huu? Baba, nilikuwepo na, na, na, na na marafiki zangu.

Ah. Mzee alikuwa amemind sana. Hivyo ikaisha lakini binti akokoma. Siku iliyofuata tena alfajiri, mzee anapigiwa simu anapiga eh. Halo, naongea na chifu Madini. Ambe, ndio ndio, chifu Madini, nikusalia nini? Ambe a, binti yako anaitwa Taila Amadini. Mzee akamwambia Taila? Eh, yupo kituo cha polisi amekamatwa. We binti yangu kalala, yuko chumbani kwake. Ambia hapana, amekamatwa jana usiku wakiwa wanaendesha gari huku wamelewa. Ah, mzee aka mind kinoma, alishtuka Akaambia okay, ukiniambie kitu gani ambacho upo ili Hivi ni maisha gani ambayo unaishi? Polisi wamekuta bangi kwenye gari lako, akifungulia mashtaka hivi ya, Yani we binti ntahakikisha kwamba hutoki, na hata kama ukitoka ntamonita luti zako zote kwanzia leo binti. Vipi mtoto wa kike makeup, mzee anambia unaenda wapi? Anambia naenda kuna, kuna discussion na marafiki zangu chuo Akaambia basi safi, kwa sababu dereva ndo atakupeleka huko. Kambia baba, he, kashituka dereva tena hmm. Yaani mzee unanipa dereva mimi wakati najua kuendesha gari, tafsiri yako ni nini? Kwamba unataka mtu awe ananihendo mimi kama bodyguard, ananisimamia kama mtoto mdogo eh? ndo maisha gani ya baba wakati mimi nimekua? Kaambia bwana, wewe hata kama ukiwa okay, umekua, lakini ndani ya nyumba yangu utafuata nachokitaka. ko njoo chini huko Shuka downstairs ni kutambulisha kwa huyo mtu. Huko chini ndio yuko jamaa sasa. Super handsome fulani hivi mtaratibu, gentleman eh, msabato fulani mtakatifu, mwenye hofu ya Mungu anaitwa Bwana Fred. Kwa mzee kaja akamtambulisha akamwambia Bwana Fred, huyu anaitwa Tyler na huyu ndo binti yangu, na Tyler, huyu ndo Fred. Fred akasema okay, asante kukufahamu sana madam. Akamwambia okay, najosha hapa taarifa zangu za kutosha. Akamwambia ndio. Mzee akaniambia kila kitu kukuhusu wewe. Okay. Oh, e, so, amba hmm? Tabia ambazo umenionyesha mpaka nimefikia hatua hii, haya yote umeyataka wewe. Kuanzia leo ndio itakuwa hivyo. Haya, toka upandisha huko juu basi. Maisha akaanza kwa bwana Afred anaosha gari hapa, mara ghafla anasikia Afred, Fredi uh, Fredi Fredi samani ni Fredi Fredi. Kabidi atoke moja kwa moja aende mpaka ndani. Anafika hapo, anamkuta mtoto eh, wa bosi anamsubiria Anaambia oh, okay madam eh, nimesikia unaniita. Anaambia Fred, nimekuja, nataka nikuulize unataka chakula gani? Nikupe wali au mikate, mayai au magimbi, kama unataka chapati ala viazi vitamu vipo, hata maanga tungu, yani chochote unachokitaka vibumu nda nini vipo kwa ajili yako. Ambia oh <laughs> asante sana madam, lakini bahati mbaya, huko nilikotoka nimekula kwa nimeshiba. Anambia amna jamani, kula kidogo tu. Nimeshiba pia naomba niendelee na kazi. ah, <laughs> binde akashangaa yamani mkaka Jamani, hata yupo romantic romantic jamaa anajua kuepuka vishawishi <laughs> binti alimaind kinoma kwa sababu anajipendekeza jamaa na kaza, kumbe jamaa ana girlfriend wake anaitwa Amaya. Kwa alivyotoka kule, kaja kwa girlfriend wake Amaya hapa Eh, anamwambia baby, nimechoka ni, ni eh chakula na basi, nipatie hela nikaende chakula. Pesa niliyokupa mara ya mwisho hujarudishia, unataka nikupe pesa nyingine? Kiufupi, jamaa alipoteza kazi kwa mara ya kwanza kwao, maisha yake ni magumu. Kwa binti amekuwa akimlaumu ungekubali tu deal la Mr Collins. Sasa Mr Collins ni nani na deal gani ambalo mshikaji alikataa? Usijali, nitakuelekeza lakini ndio hivyo, yeye na mpenzi wake wapo kwenye ugomvi mmoja mzito sana. Kwanza hata kulala, wanalala chumba tofauti tofauti. Siku iliyofuata jamaa kabidi aende kazini asubuhi na uta chomoa. Asubuhi na mapema kaja kakuta binti kashamwandalia msosi upo mbele yake. Basi pilau na ela, nini, eh mambo si haba, basi kabidi jamaa leo akubali msosi na akaula kisawasawa mpaka kashiba, lakini alivyoshiba akapitiwa na usingizi, yani anakuja kulala. Inabidi ampeleke ya binti chuo, anakuja kushtuka muda umeenda kishenzi, kuangalia time o oh o oh, kashachelewa hapa, kibarua kimeshaanza kuota nyasi. Inabidi atoke ya mara moja amuite madam, ni hey, Tyler, twende, twende chuo, jamani, muda umeenda, nisameni, lipitiwa na usingizi. Tyler anashuka anambia oh, kwenda chuo tena sasa hivi Muda ushaenda, nafikiri sitakiwi kwenda chuo cha kufanya wewe, kaa hapo tu tuangalie tu movie Netflix. Anambia hapana, natakiwa nikupeleke shule au na majukumu yangu, akaambia hapana. Muda umeenda muda umeenda, sitakiwi kwenda sasa hivi kipindi kitakuwa kishaisha. Anambia okay. Um, njoo tuangalie movie, acha kujishawasha huo hapa. Basi ikabidi amlete sebleni, akachukua remote nini, eh, ana smart TV hapa, binti ikabidi awashe nini aingie Netflix. Anambia kwao tunaangalia movie hapa romantic Netflix au vipi jamaa ambia, ah, mimi sipo hapa kwa ajili ya kuangalia movie madam, nimekuja tu kufanya kazi. Basi kaambia, hamna, tunaangalia movie romantic, mimi na wewe tuna enjoy. baba hayupo, si unajua. Kaambia hapana <coughs> mimi najua kazi yangu, nimekuja hapa kuendesha tu, kupeleka chuo hivyo, madam, kwa naacha fungu hapo naondoka. Jamaa wewe, mkaka mbona unakuwa hivyo? <laughs> jamaa kaondoka, demu anashanga ili kaka alipo, e, alipo vipi? yani alipo, hata romantic kuangalia movie tu linakataa. Akakasirika sana. siku ya pili jamaa amekuja, anahema, yupo kazini, anakuja kazini, amechoka kinoma, anakuta binti anachezea simu hapa. Akambe, mbona una hema, nini kimetokea? Akambe, ah, nimechelewa kuamka, ikabidi nikimbie kuja. Akambe, kwa hiyo huna usafiri unakaa mbali? Akambe, eh madam, nimechoka sana. Akambe, okay usijali, cha kufanya mm, tuondoke twende zetu chuo. Akambe, basi naomba ninywe maji ya kunywa. Akambe, nenda kanywe, utanikuta nje hapo, nakusubiri. Basi jamaa ikabidi aende kunywa maji, kwa hiyo kifupi, jamaa hana usafiri, anakaa mbali sana kwao kabidi akanywe maji baada ya hapo watoke zao ndo waende huko chuo. Lakini kabla ya kwenda chuo kabidi waende shopping. Wakatoka shopping wakanunua vitu hapa, akamletea akamwambia, okay vitu vyako ni hivi madam eh. Mara hiyo kifunga shop kikubwa akamwachia, akamwambia, iki mbona unakiacha? Akamwambia, iko ni cha kwako, chukua. Ah, unanipa zawadi zote hizi mimi? Akamwambia yeye, kwani kuna ubaya gani? Pokea bwana, usijisikie vibaya. Amna ah, ah, ah, unajua mimi siwezi kupokea zawadi. Akamwambia jamani Mi sio jambazi, sina roho mbaya kiasi hicho. Hebu jaribu kuwa comfortable ukiwa karibu na mimi sawa? we eh, okay sawa. Fredy anambia, lakini madam, mimi bwana sielewi bwana, vitu huu wema unapitiliza, unanipa mashaka. Kaambia we usijali bwana, mi nimekupatia kwa sababu wewe ni mtu wa karibu, napenda ni mstaarabu, gentleman ivo. Kwa akamwachia mzigo aondoke naye jamaa akamwa akaacha funguo pa akaenda home. Wakati upo geto, amelala naangalia tukile kifungashio anawaza mara mbili mbili. ule mtoto mambo wabosi ainaaje? nimependezaaiakushikashika najua. Ebu niambie, una girlfriend nini? akaambia ndio. eh, na girlfriend anampenda na sana, anamkumbatia anamsukuma. Madam, tafadhali naomba uwe na mipaka. Eh, girlfriend wako ni mkali kuliko mimi au au mimi sivutii? Akambia hapana, sio hivyo madam, napenda tu kwenye kazi, tuweke kazi iwe iwe professional. Kwa hiyo tafadhali naomba usivuke mipaka. Akambia okay, tuondoke, lakini kabla ya kuondoka, twende tupitie sehemu. Wampitia sehemu, jamaa anasimamisha gari, anambia tunaenda kwenye party afu ndo tunaenda chuo. Akambia jamani, mimi kazi yangu kupeleka chuo, kwenye party wapi? anambia wewe baba amekuajiri unipeleke uni, uni chuo na ufanye nachokitaka mimi. Koo, tunaingia kwenye party na utaigiza kama boyfriend wangu full stop period. Basi ah, jamaa anajua tena mtoto wa bosi asije akafukuzwa kazi, kabidi ampeleke kwenye pati. Baada ya party party kuisha, narudi nyumbani, jamaa akamwambia madamu, bwana mimi nimechoka na tabia zako. Tabia gani tena nanifanyia hivyo mi ni dereva wako na sio mtu wako wakunifanya kwamba uniendeshe kama toy, mara niingize kama boyfriend wako. Akambia jamani, wewe huja enjoy, huja hujapata fun? Akambia mimi sijaje kupata fun hapa, nimekuja kufanya kazi nipate mshahara. Je, baba yako akijua? Akambia baba hawezi kujua, hakuna atakayemwambia. Mara dingi huyo amekuja on time, kaja hapa binti kamsalimiani. Akambia ondoka. Mara dingi kageuka kwa sura ya mbuzi, anambia eh, hey Fred, hivi kazi ndio kupo unaifanya vizuri kweli? -mm. -hmm. Waanzani nini? Kitaendelea? Usikose kipande kinachofuata kitakuja hapo soon.